Yaani, Diara leo kavunja hata ile rekodi ya ile kaucho kaivunja leo Diara kachukua kama ajaondoka na milioni kumi, kumi na tano, niamini mimi bibi, bibi tu. kuna tajiri moja la Kariakoo wawili wa Kinga wametia milioni mbili mbili, a watu hawa wawili katoka mmoja mwingine hapo Sinza, kati ya milioni mbili ngapi bado sasa. Wale washabiki sasa waletia kumi kumi leo sijaona buku kwa Diara. Kumchangia mchezaji ni kama kumdogodesha hivi kwa sababu tayari ana mshahara. Tatizo ehe, hicho ni choyo na kiroo cha kisokoro kwinyo kuna sehemu wana uselfish ule pitiliza yani, kuna sehemu sipajui, ila wana uselfish ule pitiliza yani, kuna watu wanatamani hizo hela tunazowapa wachezaji wangekuwa wanazipiga wao kule upande wa pili. Lakini sisi viongozi wetu wa Young Africans, sisi mashabiki wa Young Africans, hatuna njaa, tunawaelekezea wachezaji wetu moja kwa moja. Ndio maana sio tu hizo hela wanazokota, hata bonus za wachezaji wa Young Africans zinawafikia kwa wakati na moja kwa moja. Hela wanazokota wachezaji wa Young Africans ni nyingi, na kuna watu wanazitamani. Kuna mtu amecheza Simba miaka kumi na saba hata elfu mbili ya kuchangiwa. Je, kuchangiwa.